Baba, linda moyo wangu katika nyakati zile, unapokuwa peke yako, katika nyakati ambazo hakuna mtu anayekuona. Je, unakumbuka macho ya Bwana yako kila mahali yakimchunguza mtu mbaya na mtu mwema? Ninachojaribu kusema ni, ni wangapi kati yetu wanaishi wakiwa na ufahamu kuwa matendo, maneno na mawazo yetu yanastahili kuleta faida moyoni na rohoni mwetu sio tu kwa miili yetu. Tumo duniani kwa muda tu. Miili yetu ni ya muda tu. Lakini roho yetu imeumbwa kuwa na makao ya milele. Tunastahili kutambua kuwa tunachokiruhusu moyoni mwetu kinaweza amua hatima ya roho yetu. Ikiwa unaamini kwamba Mungu anaweza kulinda moyo wako na kuleta mabadiliko katika maisha yako leo, basi tusimame pamoja kwa imani, tusikie neno la Mungu kuhusu ulindaji wa moyo, na baadaye tutaomba pamoja sala yenye nguvu kwa jina kuu la Yesu Kristo. Tafadhali tazama video hii hadi mwisho na ufungue moyo wako kupokea baraka. Nitakuuliza tena, je, unalinda kile unachoruhusu kiingie moyoni mwako? Hebu nikuulize zaidi, hali ya moyo wako ikoje? Watu wa Mungu, Biblia inatuambia katika Mithali sura ya nne mstari wa ishirini na tatu Linda moyo wako kuliko yote, kwa maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Tunapaswa kulinda kile kinachoingia katika maisha yetu, na kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuharibu moyo wetu wa kiroho, tunahitaji kuchunguza maeneo yafuatayo ambayo yanahitaji ulinzi wa moyo. Unapaswa kulinda moyo wako dhidi ya mafundisho unayosikia. Neno fundisho linamaanisha mafundisho, taarifa au mfumo wa imani unaofundishwa. Kuwa mwenye kutambua, usikubali kila unachosikia. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu ni Yesu Kristo na neno la Mungu ndilo na linapaswa kuwa msingi wetu daima. Biblia inafundisha kuhusu kifo, maziko na ufufuo wa Yesu Kristo, na huo ndio msingi wa imani yetu. Linda moyo wako na uwe macho watakatifu. Ibilisi anafanya kila awezalo kuwadanganya watu Kristo, na Kristo peke yake ndiye mwamba ambao tunasimama juu yake. Ibilisi analenga mioyo yetu. Kuna sababu neno la Mungu linatuhimiza zaidi ya yote, linda moyo wako kwa maana yote uyatendayo hutoka moyoni. Je, unalinda kile unachoruhusu kiingie moyoni mwako? Hebu nikuulize tena, hali ya moyo wako ikoje? Waebrania sura ya tatu mstari wa kumi na tano inasema, Leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kuasi. Lakini moyo mgumu ni nini? Kwa nini ibilisi anataka moyo wako uwe mgumu kwa dhambi? Mtu mwenye moyo mgumu ni kipofu kiroho. Mtu wa aina hiyo hana hisia kwa mambo ya Bwana. Mtu huyo anatafuta tu tamaa zake mwenyewe na si mapenzi ya Mungu. Moyo mgumu humkataa Mungu. Amri kuu ni mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Sasa fikiria hili, mpango kuu ya shetani ni kukuzuia usitii amri hii ya kumpenda Mungu kwa kila kitu. Mpango yake kuu ni kuhakikisha humpi mungu lolote. Hivyo basi, ibilisi anafanya nini? Anatumia ujanja kuvuta tamaa za moyo wako mbali na Mungu. Anakuletea watu, vitu, mambo na tamaa, chochote kilicho kinyume na njia za Mungu. Anakuletea kila aina ya kivutio ili kukupotosha na hatimaye aanzishe sanamu au uongo mbele yako bila hata wewe kutambua eneo lingine ambalo shetani analenga katika maisha yetu ni miili yetu. Warumi sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza inasema basi ndugu zangu wapendwa, na wasihi kwa huruma zake Mungu kutoa miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Hiyo ndiyo ibada yenu ya kweli. Tuzingatie maneno haya: toeni miili yenu kama dhabihu iliyo hai. Miili yetu inapaswa kutolewa kwa Bwana kama vyombo ambavyo anaweza kuvitumia kufanya kazi yake. Lakini ona, adui atakujaribu ili uitie unajisi mwili wako. Njia kuu ambayo anatumia kujaribu miili yetu ni kupitia uzinzi na usherati. Tangu mwanzo wa wakati hadi sasa, wanaume wengi na wanawake wengi wameweza kuvuka majaribu makubwa ya imani lakini wameanguka kwa sababu ya ya dhambi ya usherati. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya sita mstari wa kumi na nane kimbieni usherati. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili, lakini yeye afanyaye usherati hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Dhambi ya usherati ni dhambi ambayo tunaambiwa wazi tuitoroke. Ni kwa jinsi gani ni jambo zito mpaka Biblia itumie neno kimbieni inapozungumzia dhambi ya zinaa. Msikilizaji mpendwa, usifungue mlango kwa dhambi ya usherati. Ikimbie, kwa sababu ukiufungua mlango huo, shetani atapata nafasi katika maisha yako, na ni Yesu tu anayeweza kukuweka huru kutoka kwa minyororo hiyo. Sasa, hoja yangu ya mwisho kuhusu maeneo ambayo adui hutumia kuingia katika maisha yetu inahusiana na maneno yetu, kinywa chetu, semi zetu. Ibilisi anajua tunaweza kusababisha madhara makubwa kwa midomo yetu ikiwa hatutaiweka chini ya mamlaka ya Mungu. Adui anapenda usengenyaji, ulalamikaji, kuongea vibaya na kutumia lugha chafu. Anataka hilo kwa sababu anajua nguvu ya maneno. Lakini tukumbuke leo, midomo yetu inapaswa kulitangaza neno la Mungu. Midomo yetu inapaswa kushuhudia wema wa Bwana. Midomo yetu inapaswa kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Tafadhali kuwa macho dhidi ya maeneo haya ambayo shetani anatufuata. Tutambue hila za adui, tusiogope na tusiwe na hofu. Nataka nikukumbushe kwamba haijalishi adui anavyokushambulia Yesu Kristo anaweza kukulinda kukutetea na kukuokoa, lakini haya yote hutokea unapomkimbilia, unapomtafuta Bwana. Kwa hiyo usilegeze ulinzi wa moyo wako katika tabia, mawazo na maneno. Kuwa macho. Na sasa tuombe usaidizi wa Mungu kulinda moyo yetu. Baba Mungu, tunakusifu kwa sababu wewe ni wa ajabu na mwenye nguvu. Baba, umesema katika neno lako, tazama nimesimama mlangoni na kubisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitakula naye, naye atakula nami. Tunafungua mioyo yetu kwako Baba, osha mioyo yetu kutokana na dhambi zote, tuokoe kutokana na kiburi, hasira na kutokusameheana. Tusaidie Baba ili tubadilishwe katika nia na moyo, tusaidie kuwa waumini wanaojitahidi kuwa kama wewe. Bwana tupe tamaa safi ya kukufuata na kuwa wafuasi wa Kristo. Neno lako linasema unayachukia haya: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazao mawazo maovu, miguu iliyo na haraka kukimbilia uovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, na mtu apandaye fitina kati ya ndugu. Baba, tunaomba damu ya Yesu Kristo ituoshe utuopoe na macho ya kiburi, utupe moyo wa unyenyekevu, ututenganishe na ulimi wa uongo na jaza midomo yetu sifa zako siku zote. Pasiwepo maneno machafu yatokayo midomoni mwetu, kama vile Bibilia inavyosema katika Zaburi 141 mstari wa mstari watatu, E Bwana, weka mlinzi juu ya kinywa changu, linda mlango wa midomo yangu. Gusa maisha yetu na ondoa moyo wa mawe ndani yetu ondoa moyo wa uovu na wa udanganyifu, tupe moyo mpya Baba, moyo wenye tamaa mpya kwako, moyo wenye shauku ya mambo yako, baba yangu wa mbinguni, moyo unaotambua kwa tunakuhitaji kila siku. Baba mpendwa, tunaomba utupe moyo unaotafuta utakatifu, moyo unaovutwa na uwepo wako. Zaburi kumi na tisa kumi na nne inasema, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, e Bwana, mwamba wangu na mkombozi wangu. Tunaomba maisha yetu, mienendo yetu, hata maneno yetu yote yaongozwe na Roho Mtakatifu. Bwana, chukua kila sehemu ya maisha yetu, matendo yetu, mawazo yetu, nguvu zetu yote, na yawe ya kukupendeza Bwana. Nataka yote yawe kwa ajili ya utukufu wako. Roho Mtakatifu tuongoze, tufundishe, tusaidie ili yote tufanyayo yawe kwa ajili ya kukutukuza. Roho Mtakatifu, tunaomba utusaidie kuwa wafuasi wa aminifu ndani ya Kristo. Tufundishe jinsi ya kutembea katika matunda yako. Tufundishe jinsi ya kutenda haki. Mfalme Yesu, tawala maisha yetu. Wewe uwe na kauli ya mwisho katika maisha yetu. Tunajinyenyekeza kwako. Wewe ni wa mwanzo kwetu. Wewe ni kila kitu. Tunalibariki jina lako takatifu Bwana na kukushukuru kwa kusikia maombi yetu wakati huu kwa jina kuu la Yesu Kristo. Amina. Ikiwa umebarikiwa na sala hii, andika neno amina katika sehemu ya maoni. Natangaza kwamba baraka zote za sala hii sasa ziko juu yako kwa jina la Yesu. Unaweza kusaidia kusambaza injili kwa kushiriki ujumbe huu na rafiki au mwanafamilia. Pia kumbuka kujiunga na kituo chetu cha sala za kila siku kwa video zitakazo kubariki na kukuinua kiroho. Umebarikiwa, basi kuwa baraka kwa wengine. Tafadhali jisikie huru kuacha ombi lako la sala, ili tuweze kuliwasilisha mbele za Mungu pamoja nawe. Tunaamini katika nguvu ya sala. Mungu atukuzwe na neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote. Amina.